E bana tupo na Dula Heavyweight, kama ambavyo asubuhi tulikujuza nyingi updates kufuatia kile ambacho kilitokea tarehe yes saba uh, mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Vivyo hivyo yaliyojili leo uh, tarehe nane mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni yale yale hayana utofauti na mwendelezo wa kile tulichoanza kukupa updates kuanzia asubuhi. Dulla Heavyweight tumeketi naye hapa kwa sababu ya msingi moja, kuiangazia barua ya TFF lakini katika kuhairishwa kwa mechi mpaka pale tarehe husika itakapopangwa. Katika hili ambalo limefanyika, je, kuna kubalansi mizani au ndo tuondoke na kile alichokiandika Hans Raphael, inapokuja swala la Simba na Yanga basi kanuni huwa ni mfu hazichukuliwi kabisa. Ee, maanani Dula, hali yako kwa hivi sasa iko vipi? Bana, kwema vizuri kabisa kaka, salama ndugu yangu mm. tumechoshwa tuna hizi harakati za hapa na pale mm, kwenda uwanjani kurudi, mechi tulikuwa tumeisubiri e, tume, tume, tume kwa hamu mwisho, mm. wa siku ndo hichi kinatokea mm. ya yeah. kwa hiyo tunakuwa tunachoka inapofika muda kama huu ukifatilia, okay, e, kanuni mm. za shirikisho la mpira wa Tanzania mm. vipengele vyake vikimruhusu Simba timu e, mgeni kwenda kufanya e, mazoezi yake ya mwisho, lakini kanuni inayomtaka awepo eneo la mchezo katika siku husika mm. na kile ambacho wamekitolea ufafanuzi e, bodi ya ligi yeah. unakitazama katika jicho lipi Of course unajua mimi, mimi katika watu ambao nilikuwa upande wa Simba pasipo kuficha ni mimi, toka hata asubuhi nilizungumza nikasema, e, kwa nini Simba azuiliwe? Mimi kwa sababu ishu ilianzia kwenye kuzuiliwa. Sasa watu wengi walikuwa wanakuja wanakosoa wana, wana, wana, wana, wana, wana kwa upande wa Simba kwamba hawakustahili hawaku, au hawakuwa na haki ya msingi ya kuweza kugomea mchezo Pasipo ku, yani kwamba kwenye ile ishu ya Simba mm. kufanyiwa fujo wao hawakutaka kabisa kui- kuipa ule uzito unaostahili. Wao walibezi kwenye kwa nini amefikia maamuzi ya kutofika uwanjani, lakini mimi niliona tofauti, mm. sio mmenielewa sasa. Sasa niliona tofauti kwamba niliona pia Simba kama ameamua kufanya vile mm. alistahili kufanya vile kama e, zile, zile fujo ambazo kwa sababu walikuwa wanasema kazuiliwa isiishie kwenye kuzuiliwa, nishazungumza kwamba alifanyiwa fujo. Sasa zile fujo mm, eh, zilimuaffect kuelekea kwenye mchezo, ni, ni, ni serious, umeelewa mm. Kwa hiyo hii taarifa ya bodi ya ligi kuahirisha mchezo mimi nilitegemea mm. Sasa kulikuwa kuna watu eh, eh, mitandaoni walikuwa wanakinzana, wanasema mm, Simba kikanuni hana nafasi ya kugomea mchezo mm, na kama ikitokea anagomea mchezo kikanuni, basi anastahili kukutana ku, na adhabu inayoendana ina, ina, ina, ina, ina na kosa la kutohudhuria mchezo, si unanielewa? ambayo adhabu hiyo inaweza ikahusisha ku, ku, ku, ku, kunyang'anywa pointi kuanzia kumi na tano na kama haufikishi hizo pointi kumi na tano utakuwa una pointi hasi. Kwa hiyo kila unavyoshinda mechi zako anakata kwenye zile. Sasa nikawa na, najaribu na, na, na tu ku sort out kwamba una, wa, nikawa nadhani na watu wa, wa, kuna, kuna kitu hawajifikiria wa kwamba viongozi wa Simba ambao wanaunda safu ya uongozi ya Simba kwamba hawakuwa haw, aware kuhusiana na, kuhusia nayo mambo. Hivi kweli inawezekana kwamba viongozi wa Simba wagomee mchezo huku wa, hali wanajua kwamba impact ya hicho kitu wanachokifanya ni kwenda ku, ku, ku, ku, ku, kuwa deducted labda alama na, na kupewa mpinzani labda magoli na alama tatu na yeye kuwa deducted alama na mafaini na nini, walikuwa hawajui. Lakini mpaka anafikia hiyo hatua, maanake kuna scenarios ambazo zinamfanya yeye ku, kufikia hiyo hatua, si nanielewa. Lakini vile, vile uh, ile zile fujo au zile uh, bugdha ambazo wamekutana nazo before mchezo zilistahili kuchukuliwa katika uzito mkubwa kwani wao wa, wa, Simba wajui kwamba kuna mashabiki wengi sana wa, wa Simba wametoka maeneo mbalimbali, wamekuja kuishabikia, wamekata tiketi, wanajua kwao, wao watakuwa na nia ya kuumiza mashabiki wao. Kwa sasa taarifa ya bodi ya ligi ya kuwaambia kwamba mechi imehairishwa. Umeelewa? tafsiri ya haraka haraka, kwanza bodi ya ligi wanaamini pia Simba hakutendewa haki, ndio maana wakasema tarehe ya mchezo itairishwa, ingawa Yanga wamesisitiza na wameenda wame, uwanjani, wamesema watahudhu na wasipochezwa leo haichezwi tena, na nini na nini, mm, azifu kama hawahusiki na zile fujo zilizotokea jana, ndio kitu ambacho kimetokea. Sasa niwaambie wale ambao walikuwa wanakosoa kwamba Simba anastahili na nini, tuone kama atapoa hiyo adhabu yoyote. Lakini jambo jingine, ile taarifa ilikuwa inasema kwamba Simba, baada ya kufanya uchunguzi, wamebaini kwamba Simba hawakutoa taarifa kuhusiana na na, na, na utumia ule uwanja kwenye mazoezi yao ya mwisho. Sawa, ina make sense, lakini mwenye mamlaka ya kuuzuia Simba wasiingie kufanya mazoezi kwa sababu tu eti hawakutoa taarifa ni nani? Meneja wa uwanja. sasa wale waliokuwa wanazuia sio meneja wa uwanja, taarifa inasema ni mabounsa, umenielewa? Kuna kikosi kazi ambacho kilikuwepo pale kuzuia watu wasiingie kufanya mazoezi, unanielewa? Na pale Simba walikaa kuanzia saa moja mpaka saa tatu, yani hawa, hawakukaa nusu saa wakaondoka. Walikaa kuanzia saa moja mpaka saa tatu. Hiyo saa moja mpaka saa tatu, mimi imani yangu inaniambia hawakukaa bure bure, manake kuna procedures nyingi walikuwa wanazifanya kuhakikisha wanafanya mazoezi ikiwemo kuwasiliana na meneja wa uwanja. Lakini Heavyweight, mm. katika uh, nukta ambayo unazungumzia hivi sasa mm ukitazama andiko la bodi ya ligi mm, Simba Sports wenyewe, kanuni mm, lakini walichokifanya Young Africans, nani kasimama kwenye haki? Unajua mm. e, ukiniuliza mimi nani kasimama kwenye haki mm, nitakwambia mwenye haki ni ni, ni, ni, ni kwa kiasi fulani ni Simba, kwa sababu so, unajua kwenye kwenye kufanya upelelezi wako ndugu yangu, nakupa formula ndogo Unaanzia kwenye chanzo, si unanielewa? mm. Chanzo ni nini? mm. Kila mtu mbona anajua chanzo? Chanzo ni Simba kuzuiliwa. Kuzuiliwa. Maanake mm. source inakuwa hapa. Nani amezuiliwa? Ni Simba. Amezuiliwa na nani? Na mwenyeji wa mchezo. Mwenyeji wa mchezo ni nani? mm. sijui unanielewa. Mwenyeji wa mchezo ni Yanga. Sasa before kulaumwa yote, watu wametoka mbali, watu wamefanya nini? wamefanya watu... tuulize huyu aloleta hii kwa nini alitumia mandate yake kumzuia Simba? E, kama nani ana mandate gani ya kumzuia Simba asifanye mazoezi? Tujikite hapo kwanza, si unanielewa? Yaani huko kote tunazunguka, hoja inabaki hivi: nani aliyofanya hili litokee? Ni waliomzuia Simba kwenda kufanya mazoezi yao ya mwisho kikanuni. Nani amezuia Simba kufanya mazoezi yao ya mwisho? nani L ni lakini, ukirudi uki, uki kwenye hiyo kanuni Dulla, hakuna kanuni inayo e, mfeva Simba Sports kuto kufika eneo la mchezo kwa maana ya kiwanja husika e, kamati imekaa kwa haraka, maamuzi yamefanyika haraka iwezekanavyo, tofauti Am. na vile e, inavyotamkwa katika kanuni kwamba kuna kamati ya masaa sabini na mbili itakaa, mechi kamishna atawasilisha e, malalamiko aliyopewa ndani ya masaa ishirini na nne baada ya masaa sabini na mbili kukabidhiwa kukabidhiwa hayo malalamiko. Haya mambo yameenda haraka haraka sana. Ni kweli kwamba tunakiri, linapokuja suala la Simba na Yanga, basi kanuni huwa zinakufa. Kwa jinsi mimi nilivyosoma ile statement, TFF wamesema watapanga tarehe nyingine ya mchezo. Wakati huo wanapanga tarehe nyingine ya mchezo watajipa muda wa kufuatilia hili sakata kwa undani ili waweze hmm kutenda hmm haki, haki. Ndo walivyoandika hivyo Koo... kwa mechi kwa hairishwa yeah, eh, la, la, la, la, la mazoezi peke yake linajitosheleza. Simba hawajafika wanjani, sasa mechi itachezwa vipi? Imefika timu moja timu lazima ziwe mbili, sasa mechi itachezwa vipi? Kwa hiyo ndo maana wakahairisha, hmm, na TFF wame, wame, wame, katika hiyo hiyo katika statement ambayo wameitoa wa, hmm inaonyesha Yanga wana makosa kwa sababu wameandika pale kwamba walikuwa wanawazuia ni mabausa wanaoaminika ni Wayanga, wanafahamika mpaka kwa sura, wameandika simeelewa. Sasa eh wameandika mpaka kwamba wanafahamika mpaka kwa sura ni wanaaminika ni, wa, ni Wayanga. Kwa hivyo kwa nini ndio maana nasema hata kama hawajatoa taarifa Simba, wenye mandate ya kuwazuia Simba wasifanye mazoezi sio mabausa, Wayanga. Mabaunsa ni kina nani kwenye, kwenye, kwenye mpira hapa? Kosa lilipo na kwa nini tusilipigie kelele ili swala la mabaunsa ku, ku, kuingilia mm, na kuvinyima vilabu haki zao za kikanuni. Kwa sababu ishu yote ambayo ipo ndani ya kanuni watu walikaa chini wakaumiza kichwa kutengeneza kanuni, mm. We mtu mmoja tu umetoka zako huko unaenda kufanya kuivunja, alafu baadaye lawama zinatupiwa kwa Simba wakati kuna mjinga alitoka akawazuia Simba pale. Wachezaji wamekaa wanafungiwa kwenye basi zaidi ya masaa mawili. Kuanzia saa moja mpaka saa tatu wanaondoka. Afu wanaondoka pasipo kufanya mazoezi. Imagine wanatoka pale tuchukuliwe tu, wanarudi kambini Bunju. Kutokea Benjamin Mkapa hadi Bunju. Alafu alafu umekaa kwenye gari masaa, unajua watu wachukulia poa ngoa nikae vizuri. umeweka Umeoka masaa mawili kwenye kwenye gari. Sawa eh? Hujafanya mazoezi. Gari haitembei mmekaa me, tu hivi. Mm. Sijui watu sijui kama watu wana sijui watu kama wanaelewa. Gari haitembei imekaa hivi kwa sababu hata ukiona safari unaweza ukakaa masaa 9 njiani ukaenjoy. Sababu gari inatembea. Kaa kwenye gari lisali moja gari ikiwa itembei, uone kero yake, umenielewa? mm. Sasa wachezaji wamewekwa pale masaa haya mawili mawili, mda huo viongozi chini, wengine wanatukanwa, nasikia CEO katukanwa. Umenielewa? wale mabonsu walikuwa wanashambulia, wanatoa maneno mabaya mabaya, fujo zilifanyika. Baada ya hapo, Simba wana, wana safari nyingine mm. ya kutoka hapo kwenda Bunju. Sasa kwa muktadha huo hukumu eh, yeah. itaenda kwa mabouncer wa Yanga au hukumu itaenda kwa Yanga yenyewe. Maana mimi naona kosa lipo kwa mabouncer wa Yanga. Ndio maana, kwani mabouncer wa Yanga wa, wali, unataka kuniaminisha kwamba wao wali, walikuwa na nguvu wao wenyewe wakaji organize tunaenda kuwazuia Simba yes, kwa sababu wanajua jukumu lao kwamba wanatakiwa kusimamia. Hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo mimi nimesema hivi, jafe Simba hawakukaa nusu saa, wali kama saa mawili. Kwa hiyo unataka kuniambia maswali hayakuwepo kichwani lazima walikuwa katika hayo masaa mawili walikuwa na sort out namna gani ya kusolve jinsi ya kuingia uwanjani. lazima n yani, Simba hizo wakakaa masaa mawili pale wanaangalia tu mabausa. Lazima watakuwa kuna simu zimepigwa sana, lazima kutakuwa kuna orders nyingi zimetoka juu kwenda kwa mabausa. Lazima kutakuwa kuna viongozi wakubwa wanaoendesha mpira wamepigiwa simu wameambiwa, lazima kutakuwa kuna hekaheka heka nyingi zilikuwa zinatokea pale na mpaka Simba wanaamua swala la kusema hivi, unajua ishu ya, ku, ya, ku, ya, kutotokea uwanjani siku ya mechi ni ishu kubwa sana. mm -hmm. Wao wanataka kuniambia wamekurupuka tu, hawakuwa hawakuwa hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, na, na, na, na na, strong reason ya, ku, ya kutokea pale kwa mm -hmm. nini? Watu sisi tulokupo nje ya Simba ndio tunaona kama jambo dogo mm -hmm. wale huko ndani ya Simba wa kujua, mba, hivi washindwa kujua kwamba tulikifanya hivi kosa lake kubwa kiasi hichi kiasi hichi, wale huko ndani ya Simba kwamba sisi tulokopo nje tunajua zaidi Kulikoa. e pale lazima, kwa nini am, m, hakuna hata mtu mmoja aliwauliza Simba kwamba shida nini? Kwani katika ile tukio sakata, kulikuwa kuna nina, nini na nini, mlipiga simu, mamlaka mlizitaarifu, na mbaya zaidi, si taarifa zilikuwapo mitandaoni? Ina maana hata wenye mamlaka mitandaoni waliona, lakini maybe walichukulia kama jambo simple sasa kama Yanga wataamua kushikilia pale walipozungumza kupitia mjumbe wao Alex Ngai yeah, kwamba tarehe itakayopangwa au pia hawato, e, kuwa sehemu ya huo mchezo kwa maana ya kushiriki itakuwa mm. E, ina, ina, inaweka e, ligi yetu katika hali gani? Unajua, kwanza Yanga ni wakorofi, kwa sababu we imagine taarifa imetoka, mechi imeahirishwa mm. wao wamepeleka kikosi uwanjani, ina maana wameignore Eh, wameignore ile tamko lililotolewa mm, na wenye mamlaka ya mpira mm. Sasa we ni mkubwa, lakini huna mandate ya kuignore taasisi inayokuongoza mm, si unanielewa? Huna mandate ya kuignore taasisi inayokuongoza ilhali wewe ndio umesababisha, kwa sababu wewe watu wako ndio wameenda kuwafanyia fujo kwa Simba. Kwani Simba wasingefanyiwa fujo, mechi ingekwisha chezwa hawakupaswa eh, hawakupaswa. Sishatoka tamko, mechi hakuna. Unaenda uwanjani kufanya nini? Huku ni kuvunja utaratibu, ni kuvunja utaratibu. Umeambiwa taarifa ishatoka, mechi imeghairishwa, we unaenda uwanjani kufanya nini? Unatoa taarifa kwenye mitandao yako ya kijamii, tumeenda uwanjani, tumenini, tumefanyaje, tumefika, tumenini. Ina maana we unashindwa una kuheshimu mamlaka ya soka ambayo inasimamia soka. Kwa hiyo sasa hapo maanake wewe tayari timu imeonyesha utovu wa nidhamu. Mm. Sasa why? Why ufanye kitu kama hicho kwa hiyo na, na, na, nataka niseme tu kitu kimoja. Yanga walitakuwa kwanza waheshimu taarifa ililotolewa. Umeelewa? Mm. Na wasipeleke timu kuhusu hayo malalamiko ya kusema hawatocheza. Umeelewa? Mm. Itajulikana kanuni zinasema vipi? Umeelewa? Na hili swala linaenda vipi lakini watacheza imechi tarihi kipangwa watacheza. Walioumia ni wengi na niliopokea uh, simu zao ni nyingi kutoka maeneo tofauti ya uh, nchi ya Tanzania na hata nje ya, ya, ya, ya nchi ya Tanzania. Dula Heavyweight amepata nafasi ya kuzungumza kwa mujibu wa mtazamo wake, kwa kile anachoona anaona, walau hauweni ipo kwa Simba Sports, katika kile ambacho walifanyiwa na maamuzi walioamua kuyafanya. Dula, pengine kwa uh, chochote ambacho unacho cha kuzungumza kama nukta kumalizia. Hisia zimekuwa mseto sana. Wapo wana Yanga walioumizwa katika hili, wapo wana Simba ambao wameumia katika hili. Unajua, mimi napenda tukushauri kitu kimoja, tuache mambo ya uswahili uswahili, haya mambo ya wa kutumatuma watu wafanye fujo kabla ya mchezo. Mambo sio ya kuzuiana zuiana kama hivyo, kuingia uwanja, sababu issue ni ndogo tu. Usingewatuma watu wakazuie e, Simba kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mchezo, sasa hivi ingekuwa inapigwa sasa kwa nini inatokea ina una, una, una, alafu sasa discussion huwa zina base kwenye upepo ulipo. Wakosea Simba fanya hivi na hivi, umeelewa? Watu wanasahau kwamba wao ndo walikuwa watu wa kwanza kuathirika, umeelewa? Kwa hivyo mwisho wa siku mimi nawashauri tu mm, waache waache ya mambo ya uswahili uswahili, haya mambo sio mabouncers wamefanya hivi sio, na hizi issue za mabouncers mabouncers imekuwa too much, umeelewa? Yaani mabouncers wanapewa mandate katika kazi za ajabu ajabu wao na kuwa mstari wa mbele kupiga watu. Nilizungumza asubuhi kupiga piga watu, sijui kuzuia timu fulani, basi la timu fulani kuna ah, ah, sasa mimi najiuliza swali moja hivi, ina, mwisho wa siku inaleta faida gani? Kwa sababu haya angalia angalia, cost ambazo zimepotea kwa watu ambao wamekuja ku labda kuangalia mechi yao, wametoka Tunduma, wengine Tunduma ni karibu na Zambia huko, wengine wametoka Mbeya Uyole huko, wengine wametoka Kimbiji wanapoteza nauli, wanapoteza wengine wanakuta walipata ajali njiani, hatuna taarifa zao, maybe maskini ya Mungu, lakini kwa sababu wa, wote hao wanaathirika na na, na costi zao pamoja na muda wao na nini, kwa sababu ya bouncer. Bouncer ameharibu costi za watu chungu mzima, bouncer ameviweka vyombo vya habari katika katika mkanganyiko, kila mtu anaongea lake, anaongea kwa sababu ya bouncer huyo. Bouncer amesababisha mechi haichezwi. Bouncer anaanza kuitia lawama bodi ya ligi. Mm. Yote haya bouncer ndo kaleta kwa sababu asingekuwepo bouncer. Mechi ingechezwa. Very simple. Yaani mechi sasa ingekuwa inachezwa. Sasa hivi ingekuwa dakika ngapi? Sababu mechi imeanza saa moja na robo. Hey, of course ingekuwa dakika dakika ya tatu. Mechi ingekuwa inapigwa sasa hivi dakika ya tatu. Sababu bado mbichi. Eh, yeah. Hey, tungekuwa tushashuhudia hapo mtu anavyoanza kukandwa. Eh, sijamtaja mtu. Eh, tungekuwa nashuhudia pale mtu ana, anachezea spana za kichwa <laughs> yeah. Uite, Heavyweight underscore Dula, unampata hivyo katika mitandao ya kijamii. Tulikuwa hapa tukijadili kile ambacho kimejili katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini kwa mamlaka husika ambao wametoa ufafanuzi katika kile ambacho kilikuwa kimebeba hisia uh, mchanganyiko za wanasimba pamoja na wanayanga. Wanayanga wapo ambao wamekwenda uwanja wa Benjamin Mkapa kushuhudia timu yao ikifanya mazoezi, na ikatoa kabisa kikosi e, ambacho kitaanza dhidi ya Simba Sports, ambao wao hawakufika kabisa uwanjani siku ya leo, na kwa asilimia kubwa e, idadi ya mashabiki wake hawakuwa miongoni mwa wale waliohudhuria wa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mimi langu jina naitwa Jafet wa Mipango, mwenzangu kwa upande wa mitambo naitwa Augusto Tabibu. Sina la ziada kwa hapa, ila yatakapojili sito sita kukufahamisha katika haya ambayo yapo kwenye anga hili la kimichezo. Sisi kutokea hapa mikocheni Palm Village hatuna la ziada, tunaomba tufunge hivo kwa siku ya leo, tumalizie kwanza iftari yetu na mengineyo yataendelea. Asalamu alaikum.